Sasa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kama alivyosema mwenyekiti wetu hapa kwamba mzee wetu ambaye mimi walinirithisha hawa wenzangu mikoba yake, e, almarhum Maalim Seif alikuwa na ada ya kwamba kuwapitia wenzetu wenye mitihani mbalimbali mbali. E, kuwa karibu nao walio waliokuwa wamepata mtihani wa maradhi, waliofiliwa waliopata majanga mengine e, kwa hivyo, na sisi tokea mwenyewe kaondoka, tumeshikana na ada hiyo kwa sababu ni jambo jema. Tumefanya huu mwaka wa nne, tunaliendeleza mwaka huu. Tumeanza Pemba kule, mikoa yote majimbo yote kumi na nane ya Pemba tumewapitia wenzetu. Nashukuru kwamba ziara yetu imekwenda salama. Lazima niwashukuru viongozi wetu kwa kuyapanga haya na kuyafanikisha. Ni washukuru na nyinyi pia eh, kwa kushiriki katika haya viongozi wetu mbalimbali mbali. Kwa hivyo kubwa niseme tunashukuru kwa hilo na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwafikisha katika hilo, lakini wito wangu ni kwamba mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni wakati ambao tunapaswa kuwa pamoja sana eh, ili tushirikiane wenzetu waliokuwa hali zao kidogo ngumu, basi tushikamane nao mkono, waweze kuumaliza mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kwa salama. Kwa hiyo mimi niwaombe kwamba sisi tumepata muda, lakini tumewapitia wachache sana katika wenye shida, wachache sana katika waliopata mitihani. Kwa hiyo mimi niwaombe ndugu zangu sote kwa pamoja tushikamane nao, tuwe pamoja, tushirikiane. Tunajua hali za maisha ngumu lakini mimi naamini kwamba ukitoa katika dhiki basi unachokitoa kina fadhila kubwa zaidi. Kwa hivyo tushirikiane na wenzetu e, waweze kila mmoja wetu akamilishe mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kwa salama, tuingie kwenye sikukuu kwa salama, na baada ya hapo tukayaishi yale mafunzo tuliyoyapata katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tukiyaishi mi naamini kwamba nchi yetu hii itakuwa ya salama itakuwa na amani, itakuwa na mshikamano kwa sababu ndiyo kwenye, kwa sababu ndio tunaofunzwa kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo niwaombe katika hilo, lakini pia niwaombe katika dua zetu kwamba tuitakie nchi yetu mbali ya kujiombea sisi wenyewe, lakini tuiombee na nchi yetu eh, ipitishwe ipite katika mtihani unaotukabili mwaka huu wa ishirini na tano wa uchaguzi mkuu tupite kwa salama. Eh, tunaomba kwa sababu, bahati mbaya, si kila mmoja wetu kaamka, si kila mmoja wetu atapenda haki, si kila mmoja wetu atapenda eh, kuyatazama ya nchi, ungine, ya nchi atatazama mwingine ya kwake ye mwenyewe, lakini Mwenyezi Mungu katuambia kwamba kawaumba baadhi yetu eh, wawe ni mitihani kwetu, tusubiri, si ndio wito wake waliotwambia, kwamba kwa hakika nimewaumba baadhi yenu wawe mitihani kwenu. E, achotaka ni kipi? Subirini. Kwa hivyo katika subira hiyo basi, tusubiri kwa kumwomba Mwenyezi Mungu, wale ambao hawakuwaongoa mpaka sasa, wale ambao wameziba mioyo yao, wameziba macho yao, e, hawaoni umuhimu Eh, wa kutenda haki kwa ajili ya kuleta amani katika nchi. Inshallah, Mwenyezi Mungu awaongoe, tusiwakatie tamaa au vipi? Eh, tusiwakatie tamaa eh, tusi, ndio wito tunaopewa kwamba eh, yoyote yule aliyepotea, wewe usimkatie tamaa, zidi kumwombea kwa Mwenyezi Mungu, anyooke ili na mambo yetu pia ya yanyooke tuweze kulipita hili kwa salama. Ni dogo halipaswi kuwa la mitihani lakini limefikishwa liwe na mitihani. Insha allah, Mwenyezi Mungu, mwaka huu tuitumie Ramadhani hii kuomba dua ili tulipite hili kwa salama, ili nchi yetu nayo iweze eh, kuendelea mbele kwa mshikamano na pia kwa salama na amani, ndio tutakapoweza kuendelea pia kiuchumi.